Mambo, uko poa hivi dada? Hey. Dada, ungependa hey, kuwa nini ukiwa mkubwa dada? Ningependa kuwa mhubiri mkubwa sana duniani na naenda nchi za nje, Dubai, Amerika, na ubiri neno la Bwana. Hey. Hey. Sawa, asante sana dada, dada. hmm? Taya, kama tukaangalia, kama tutaona ule fren wetu